Ameharibu chai ni mbia. Nashukuru. Jambo lingine, mimi nilikuwa mheshimiwa diwani mstafu Niliingia kwenye udiwani mwaka elfu mbili na kumi na tano lakini baada ya kuingia kwenye udiwani ule ilitokea changamoto. Kuna mwezi Novemba fedha zile hazijalipwa. Baadhi ya madiwani wa halmashauri wamelipwa fedha zile, lakini sisi wengine tukawa hatujalipwa. Tunapojenga hoja kwenye vikao tunaambiwa mtalipwa kwa awamu kila baada ya mwezi mzima mnalipwa wawili aiza watatu. Tukaenda hivyo mpaka tumetoka kwenye udiwani, fedha zile hazijalipwa. Imefika mahali tumetoka kwenye udiwani mwezi wa sita ule na mwezi wa saba na wanane, fedha zile nazo hazijalipwa. Tukiuliza tunasema deni lile limepelekwa serikali kuu. Ninachoamini mimi kwa sababu ilikuwa diwani pale halmashauri, ndo ilikuwa inalipa madiwani kwa kipindi kile, serikali kuu ilikuwa bado haijachukua dhamana ya madiwani sasa sahii tukiambiwa fedha ile tumepeleka serikali kuu itulipe, sisi? Ni kuonyesha kabisa kwamba hapa kuna ubabaishaji kwenye masuala ya maripo, wakati tumeshapewa posho za miezi sitini ambayo ni miaka mitano ambayo tumepewa mafao yetu, lakini kwenye posho zetu za mwisho wa mwezi tumepewa posho za miezi hamsini na sita. Kwa hivyo naomba mheshimiwa, kwa uje wako huu, najua wewe umekuja kutibu haya majeraha. Naomba leo, kwa sababu mkurugenzi yupo mwenye zamana alimashauri ile kwa kipindi kile alikuwa afisa mipango, lakini kwa sasa amekuwa mkurugenzi kamili. Naomba leo nipate majibu, fedha zile nitazipata kwa mtindo gani? Nashukuru sana. Mkurugenzi baki hapo hapo, mkurugenzi uko naye hapo hapo. Mkurugenzi mwambie anapata lini fedha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulifanya uhakiki wa madeni yote ya watumishi na ya wananchi wengine na waheshimiwa madiwani waliopita na juzi deni la mwisho lilikuwa tulipewa na wenzetu wa benki ya NMB, tumewalipa. Sasa sa kwake hajalipwa, niombe mkuu, nilichukue nende ni naye nikalihakiki. Haya, sogea pembeni, anasema tayari fedha anayo. Nenda nenda, ninyi mmekaa mmekaa na deni mpaka mmesubiri ziara. Eh, haya, Bumbuli oye! Sasa ndugu zangu, niwaombe mambo mawili. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, mko na mbunge makini, na hivi sasa hivi yuko nyumbani, yuko hapa hapa jimboni. Kwa wale ambao pengine walikuwa bado hawajajiandaa ja kusema na kuandika, mtaifikisha kwa mbunge huyu, mbunge rafiki yangu sana, atanifikishia, atafikisha kwangu moja kwa moja. Ukiandika hoja yako, andika na namba ya simu lakini la pili niwaombe tena, tuendelee kudumisha amani. Haya mambo haya yote haya, hizi ndio kazi ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan ametutuma. Hii ni ziara ya kwanza, lakini tutaendelea kufuatilia haya maelekezo ambayo tumeyatoa. La tatu, naomba mtambue uwepo wa ndugu zetu wote ambao tuko kwenye msafara. Tuko na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa Mheshimiwa mwenyekiti tuko naye huyo hapa, sogea hata upunge mkono, mpeni, mpeni mike hata aseme. CCM oye! Wasikie sauti yake. CCM oye! Dr. Samia oye! Asante sana mheshimiwa waziri mkuu. Haya, tuko na waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali, mpe wamsikie hata sauti. Soni oye! Daktari Samia we! Tuko na tuko na waziri wa maliasili na utalii. Soni hoye, Bumbuli hoye, Daktari Samia oye, oye. Daktari Mwigulu hoye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Soni ni nyumbani, ndio maana ulikuwa unaona na chati, chati na watu humu mimi hapa ni nyumbani, kwa hiyo tunaendelea na mazungumzo. Asante sana. Haya, tuko na naibu waziri wa ujenzi, kuna jambo la barabara lilijitokeza. Mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi, tuambie kuhusu barabara Soni oye, Bumbuli oye. Mheshimiwa waziri mkuu, kuhusu barabara za Lushoto na hasa eh, halmashauri ya Bumbuli, Mheshimiwa waziri mkuu na wanasoni, moja ni kwamba wizara ya ujenzi kupitia Tanroads, tuna mpango wa kupanua barabara ya kutoka Mombo Soni hadi Lushoto tumeshakamilisha usanifu. Kwa hiyo tunatafuta fedha ili tuweze kuipanua iweze kuwa katika viwango vya barabara ambazo tunajenga sasa hivi, kwa sababu hii imekuwa ni nyembamba sana na ni hatarishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala la pili ambalo na naamini na, wana Bumbuli wanalisubiri sana, tuna barabara hii ambayo ina, inaanzia hapa Soni kwenda Bumbuli Dindira hadi Old Korogwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan alishatoa kibali cha kuanza kuijenga barabara hii pande mbili upande wa kuanzia Soni na upande na wa kuanzia Orodikorogwe. Na kimsingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulishaitangaza hii barabara lakini mkandarasi akawa ameenda juu sana. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye hatua ya, ya mwisho ya mazungumzo na mkandarasi ili aweze kuanza barabara hii, na wakandarasi ni wawili, moja ataanzia Soni, mmoja ataanzia orodi Korogwe. Anayeanzia hapa Soni atakwenda kilomita ishirini na mbili kama alivyoomba Mheshimiwa Mbunge na hizo kilomita ambazo zilitangazwa, na kwa upande wa Korogwe kule tutaanzia pale wanaita kwa meta, pale ambapo wakati tunaenda kwa Mdorwa kulikuwa na junction inayopanda pale. Tutaanzia pale kwa meta na tunajenga kilomita tisa nukta tatu kwa meta hadi kwa Shems. Kwa hiyo barabara yote imeshasanifiwa zote baada ya kukamisha hapo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, itakuwa sasa nikukamisha kipande kilichobaki. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante, nadhani tumepata majibu ya barabara ambayo mlikuwa mnataka kuisikia. Tuko na waheshimiwa wabunge, tajeni hata majina, waheshimiwa wabunge, tajeni majina tu, tuna mkutano mwingine mbali kule Mlalo. Soni oye! Mama Samia oye! Waziri Mkuu safi! Kwa jina naitwa ndugu Mbunge wa jimbo la Handeni Bumbuli. Oye Dr. Samia Safi. Mheshimiwa Waziri Mkuu oye. Mbunge wetu Sheikh Ramadhani Hamza Singano Safi. naitwa Twaha Mwakioja, mbunge wa jimbo la Mkinga, asanteni sana si, si, kwa majina anaitwa Maria Mungula, ni mbunge wa viti maalum wafanyakazi. Asante Bumburi oye. Dkt. Samia safi. Dkt. Mwigulu oye. Naitwa Charles Mhando Njama, mbunge wa Korogwe Mjini. Karibuni Korogwe. Haya, kwenye msafara wetu tuko na viongozi wa dini, wametuombea dua. Ni zuri tukitambua uwepo wenu na tuwape heshima yenu Wametuombea sala, wametuombea dua, wametufungulia mkutano huyu, mkutano tunaofanya ananyee, tusikie sauti zenu tu ninyi, o mkitamka neno la baraka tu inakuwa hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Tunakushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Naitwa Askofu Dr Msafiri Mbilu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, mkoa wa Tanga. Karibuni sana. Asante kwa sala baba. Tumsifu Yesu Kristo mlele, Amina. Mimi naitwa Padre Gaspar Shekigenda, ni mwakilishi wa askofu wa jimbo katoliki la Tanga. Asante, karibu waziri mkuu. Amina, asante sana kwa. Mimi naitwa mchungaji Yohana Maka, niwatakie baraka za Mungu kuingia na kutoka. Tuendelee kudumisha umoja na katika nchi yetu, amen. Basi tunashukuru sana. Nimemwona rafiki yangu babangu hapo, mmemsikiliza, amesemaje babangu? Nikisema sana panashika, sema sana panashika, aya sana, panashika. Amesema akisema sana panashika. Katibu, mtafutie, mtafutie hata nani, ajiandae na mwezi mtukufu, mpelekee kiasi hapo. Katibu yuko wapi? yuko wapi? ah, nimesha kuona. Hebu mpatie anze maandalizi ya mwezi mtukufu bwana. Basi ndugu zangu, wana Soni, tunawashukuru sana, tunawatakia kila la heri. Mkurugenzi, tuna mradi wa, wa samaka wa maji umeshafika asilimia arobaini, ongezeni kasi ya utekelezaji mradi. Wa kisiwani umefikia asilimia sitini ongezeni utekelezaji mradi wa Mlingano umefikia asilimia 85, ongezeni nguvu ya utekelezaji. Na mradi wa kwendiwa asilimia 20, na kule Funta, iongezeni nguvu ili tuendelee na tuongeze kasi ya utekelezaji. Na ndugu zangu wanasoni tunawashukuru sana. Sisi tuacheni tuendelee, bado tuna mkutano mmoja, lakini haya yote ambayo tumeyachukua tutafanyia kazi. Mheshimiwa Eh, kaka mkuu sogea, okay. Hapa nipate namba yako. Basi Mungu awabariki. Asanteni sana na jioni njema. Na mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo Waziri Mkuu anahitimisha mazungumzo yake na wana Soni wakazi wa Bumbuli hapa katika eh, mji wa Soni ambapo alikuwa akizungumza nao katika mkutano wa hadhara na sasa safari yake inaendelea na sasa uelekeo utakuwa ni katika eneo lingine lakini, baadaye tutakuwa pale Mlalo ambako atashiriki katika uwekaji wa jiwe la msingi na ufunguzi wa shule ya amali ambao ni miongoni mwa shule muhimu kabisa ambazo zimejengwa katika eneo hilo. Basi endelea kufuatilia matangazo haya, na hapo baadaye tutajiunga nawe tena kukuletea matangazo pale ambapo Waziri Mkuu atakuwa